Ni Kulwa Kindija, mkurugenzi wa maendeleo na matumizi ya Kiswahili wa Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Tunaangazia siku ya lugha mama duniani ambayo inaadhimishwa kesho, na inaaminiwa kwamba lugha mama ina umuhimu licha ya tofauti wa kitamaduni na lugha kwa jamii endelevu na kuhifadhi tofauti za kitamaduni na lugha ambazo imarisha uvumilivu na heshima kwa wengine. Karibu sana. Asante sana habari za huko. Njema haya mambo ni heka heka hapa studio, kwa sababu kila mtu anatamani kuzungumza lugha ya kwake. Mi nimesema yangu nikaoni, nikawa sijaaminika hapa <laughs> <laughs> naambiwa nimebuni tu lugha za watu <laughs> basi. Karibu tujikite kwenye mjadala huu na msikilizaji pia apate nafasi ya kufahamu na kutoa maoni yake. Tufahamu kwamba chimbuko hasa la lugha mama, karibu tuanze hapo. Asante. Ah, asante sana mda Zainab. Ah, kama ambavyo umetaja jina langu Kulwa Kindija ni, na mimi naunga naunga mkono lugha lugha mama, jina langu ni la asili <laughs> Ah, kwanza na nafurahi kujumuika nanyi katika UFM kwa ajili ya matangazo haya ya na kuijuza dunia kuhusiana na lugha mama hmm. Um, kwa kuanza tu tuseme kwamba lugha mama kama lilivyo jina lake, kama ambavyo tunasikia likisikika hmm. Ni lugha ambayo mtu anapozaliwa, anapokuwa, ndiyo lugha ambayo huanza nayo e, anaizungumza, ana, ana, ana anaisikia ikizungumzwa, anaielewa kwa hiyo kwa hiyo ndio maana inaitwa lugha mama, kwa maana kwamba anapozaliwa tu mm. Na wakati mwingine huanza nayo tumboni mwa mama yake. Yani, wataalamu wa saikolojia wanatuambia kwamba lugha anaanza mtoto anaanza kuisikia tangu akiwa tumboni mm. Kwa hiyo ndio ndio maana ya hiyo lugha mama mm. Um, lugha mama ina, kama ambavyo imesemwa, inaadhimishwa tarehe 21 21, japokuwa wengine huanza tarehe ishirini mathalani. mm -hmm. leo kule UNESCO mm -hmm. wana wanaadhimisha leo tarehe ishirini mwezi wa pili mwaka 2026, na kule yuko waziri wetu mheshimiwa uh, Christian Makonda yuko kule na aliyealikwa rasmi kwa ajili ya kuwakilisha nchi eh, katika tukio hilo. mm -hmm. Mm -hmm lakini niseme tu pia kwamba uh, asili ya maadhimisho haya ni, ni kule Bangladesh. So, so. Ilitokea mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili, kulizuka maandamano ya wanafunzi mm. waki, wakipinga kufundishwa kwa lugha ya Kiingereza kwa hiyo wakapinga wakaandamana, na wengine kwa kweli waliuawa kwa sababu ya maandamano yale. Kama ambayo tunafahamu, na maandamano yakitokea, basi huwa huleta athari hiyo, wengine hupoteza maisha. Lakini hitaji lao kubwa ilikuwa kwamba watumie lugha ya kwao katika kufundishwa, lugha ya kwao itumike, ambayo ni, ni Kibengali ki mm -hmm. e, Kibengali wao wanaita Bangla E, huko nchini, nchini Bangladesh na, na kwa kweli <coughs> katika tukio la, la leo eh, maana kule UNESCO wanaadhimisha leo tarehe ishirini tukio la leo, pamoja na kwamba tarehe yenyewe ni kesho e, ya wengine huadhimisha, huanza na jana yake, afu ndo inafuata kile kilele <laughs> chenyewe. Na mtu akisikia UNESCO asije akajichanganya, hili ni shirika la Umoja wa Mataifa la e, masuala ya elimu <laughs> sayansi, utamaduni mm -hmm, na utamaduni pia, pia lugha ni, ni, ni sehemu ya utamaduni mm -hmm. Yeah, kwa hiyo kwa hiyo waka, waka, waka walipoandamana hivyo baadaye kwa tukio la kumbukumbu kumbu sasa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa mm. E, UNESCO sasa wakaiweka rasmi tarehe ishirini na moja kuwa siku maalum ya kuadhimisha lugha mama kwa kukumbukia tukio hilo ambalo lilifanyika kule Bangladesh mm. E, katika mji mkuu wa Bangladesh, Dhaka. Hey. Mm -hmm. E, sasa Uh, lengo kubwa la maadhimisho hayo ilikuwa ni, ni kwanza ni, ni kulinda na kuhifadhi lugha mama mm. Uh, lugha mama uh, kwamba zisipotee. Unajua sasa hivi kuna kuna tatizo kubwa la yani, kuna hatari kubwa ya kupoteza lugha mama kwa sababu ya, ya mabadiliko ya, ya, ya maisha pamoja na utandawazi na mm. namna ambavyo watu wamebadilisha mm. maisha yao, kwao wanaacha lugha lugha mama na, ku, na kushughulikia lugha ambazo ni, ni za kigeni au mpya ambazo zinajitokeza. Kingine ilikuwa ni kukuza wingi lugha. Kuna kitu kinaitwa wingi lugha mm. E, wingi lugha ni, ni, ni manufaa ambayo jamii inapata kutokana na lugha nyingi zilizopo katika eneo lake. Mathalan sisi Tanzania tunazo lugha nyingi tunaambiwa mia moja na ishirini na zaidi na zaidi, pengine, yeah. Na, na, na hizo tu sijui kama kuna utafiti wowote ambao umefanyika kuzibaini, yeah. Lakini, lakini angalau tunajua kwamba kuna makabila mia moja na ishirini ambapo kila kabila lina lugha yake. Na sasa niseme tu pia hili nisija nikaliacha nika kulisema kwamba sisi Bakita, mm -hmm. tumekusudia kufanya kutengeneza atlas. Mm. Atlas ya lugha za, za asili lugha mm. lugha mama yani, tutazipitia lugha zote nchini ili tuzi, tuzi kwa Kiingereza wanasema tuzi dokumenti mm. tuziandike, tuziweka kwenye kumbukumbu yeah, yeah ili hata kama zitapotea lakini angalau kuwepo kumbukumbu kwamba mm. lugha fulani ilikuwepo na ilikuwa ikifanya ikizungumzwa hivi hivi, maneno yake ni haya na haya na kadhalika. Sawa na, na, swali mm. muhimu pengine tulifahamu, mm. Dkt Kulwa, ingawa unasema bado tusubiri tusiwe na haraka sawa, sawa. Tufahamu, kuna umuhimu wote wa kuwa na lugha mama upo mm, kwa nani? kwa jamii pengine kwa, kwa jamii <laughs> iliyopo kwa mfano kwa jamii za Watanzania ipo, ipo sababu kwa, kama kwa mfano, tuna, uh, kwa sasa <laughs> mtu anasema Kiswahili lugha yetu ya taifa. <laughs> Manake pengine kila anayezaliwa labda atamsikia ma, mama yake akizungumza Kiswahili. Sasa kwa wale ambao labda wanazo lugha nyingine za kiasili kama ambazo tumesema kuna makabila mia moja na ishirini wakizitumia zile umuhimu huo unaonekana ndiyo, kuna, kuna umuhimu mkubwa wa, wa lugha mama uh, kwa sababu kwanza lugha mama ndizo zinazohifadhi utamaduni wa mm -hmm. wa, wa, kwa mfano Tanzania utamaduni mm -hmm. wa Tanzania umehifadhiwa huko mm -hmm. e, kwa maana ya lugha yenyewe, lakini pia vyakula, lakini pia mavazi, dini, tuna dini za asili E, ndoa, hayo yote ni masuala ya kiutamaduni. Ndoa sasa, usipo usipozikumbuka lugha hizo, maana yake ni kwamba unapoteza unapoteza mambo mengi ambayo yame yamefungashwa katika, katika lugha hizo sasa, kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa japokuwa, kwa sasa kizazi tulicho nacho, watoto wengi wanaozaliwa wana wanajua Kiswahili mm -hmm. Ambao kimsingi ndio lugha mama yao. Ndiyo, kabisa. E, mm -hmm. Sasa bado pia na kwao ni ya muhimu kweli hiyo lugha mm -hmm. E, ni muhimu japokuwa pia kwa sisi ambao tumekua tukazaliwa huko tukajua lugha zaidi e, mbali na Kiswahili basi bado ni muhimu kweli kwa sababu mm -hmm. e, ya, ya, ya mambo ambayo yamefungashwa katika lugha hii mm -hmm. lakini jambo jingine ni kwamba lugha mama ndizo ambazo zimerutubisha Kiswahili, ndiyo hazina ya maneno mengi ambayo tunayatumia katika Kiswahili. Ukichunguza unagundua kwamba Kiswahili kina maneno mengi kutoka katika lugha mama, katika lugha za asili mm -hmm. Sasa bila hizo, maana yake ni kwamba hata utaanza kupoteza lugha yenyewe ya Kiswahili mm -hmm. ah, na, na hapo umesema kwamba mm. mtoto eneo lile ambalo anazaliwa mm. ndio lugha mama yake mm -hmm. Sasa kwa nini Bakita unaona kwamba kuna haja ya mtoto akawa pia anatupiwa ile lugha ya nyumbani kidogo kidogo akawa anajua asili yake? Sababu na mwingine anakuambia mi hapa tu Dar es Salaam nimezaliwa hapa kwetu mm ndio hapa -hmm. Kumbe ana upande wa mamani na ubabani naam. Ya, sisi, sisi Bakita kwanza kuna ile sera ya sera ya utamaduni ambayo inatambua lugha za asili na lugha ya Kiswahili kwamba ni, ni lugha ambazo ni muhimu katika jamii na zinapaswa kulindwa na kutunzwa na kuhifadhiwa zisija zikapotea. Sasa kwa upande wa watoto wetu ni kwamba tunapowafundisha, jap, japokuwa maneno mawili matatu, ni muhimu kwa sababu watakuwa wanakumbuka pia asili yao, walitoka wapi, wazazi wao walitoka wapi, na wao wakikua wataendelea ku kuhifadhi na kama nilivyosema ni ya kwamba maneno mengi yaliyopo katika Kiswahili yametokana na lugha hizo za asili, lugha mama. Kuna cha kujifunza sana sana. Kwa hivyo kwenye hayo maneno ya Kiswahili yametokana na lugha mama, kumbe tunacho kitu ambacho cha kujivunia. Mtu anaweza kauliza ni maneno gani hayo, umuhimu wa kuwa na lugha mama mpaka kwenye eh, maneno ya Kiswahili pia, ametoka huku na akamia huku. Hebu tupitishe hapo kidogo. E, kwa maana kwamba niwatajie baadhi baadhi ya, ya maneno angalau tuka tukafaidi nayo, mtu akajua la kumbe limetoka kwenye hiki mm. e. hikijambo. Uh, sikuwa nimeyatayarisha ni hapa, lakini tuchukue tuku, tuchukue tu neno moja wapo la Kihaya mimi si Mhaya mm. <laughs> lakini nilisomea huko ndio <laughs> <laughs> um, gamba E, neno gamba, yaani sema mm -hmm. ambayo kwa Kiswahili ni amba. Sasa unaona kwamba pale kuna tofauti tu kidogo kwamba huku kuna jii imeongezeka ime, ime, ime katika mm. Kiaya lakini huku katika Kiswahili haipo mm. Gambila yani ambia yani, unapomwambia mtu gambila mm. e, wanatumia hara zaidi kwa mm. sababu gambira sasa kwa Kiswahili ni ambia sasa ukiangalia mzizi wa lile neno mm. Ni kwamba ni, ni, kimsingi ni lile lile mm. Kwa maana kwamba kumbe lugha hizi zina mwingiliano wa namna fulani, wana unaona hiyo. Kama nitapata mfano mwingine mm. Kwa mfano kula mm. He, he. Sisi, mimi, kwa neno la <laughs> Kiswahili kwa Kiswahili manake ni kula e, e. e. lakini ki, ki, Kisukuma kulya mm -hmm. kulya sasa mm -hmm. e. na kwa... makabila mengi hayatofautiana sana pale pale e, e, mm -hmm. kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba kwa maneno yote ambayo yana asili ya lugha za Kibantu kimsingi yamechangiwa na hizo lugha za lugha mama mm yapo maneno mengine ambayo yametoka katika Kiarabu, katika ki, Kiajemi, Kiingereza, Kireno na kadhalika, lakini sehemu kubwa, asilimia kubwa ya maneno ya Kiswahili yamezaliwa kutokana na lugha hizo za asili. Kwa hiyo mm -hmm. ni muhimu kweli, kama hata watoto wakijua hivyo bado ni, ni fahari kwao kwamba kumbe lugha zetu zina mchango mkubwa wa kukuza na kuendeleza Kiswahili mm -hmm. atari ah, sana mm -hmm. Haya, msikilizaji, naamini wewe pia hapo umeanza kufahamu na kuelewa kile ambacho kinazungumzwa hapa. Tunaangazia siku ya lugha mama duniani ambayo huadhimishwa e, kesho, lakini mwingine anakuambia kuna baadhi wanaadhimisha leo na kesho ndo kilele chenyewe. Tunazungumza hapa Kindija, mendeleo, na Kulwa Kindija, mkurugenzi wa maendeleo na matumizi ya Kiswahili wa baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA ikiwa ni saa moja na dakika arobaini na saba. Huyu anasema yeye ni Mzanaki. Asubuhi wanasalimiana kwa wanaume tata wareri, na yanajibu nareri. Na wanawake wanasalimiana mai wareri naye anajibu mareri. Lugha mama anasema ni tamu sana. Anaitwa Tido Museti wa Bumangi Mutiyama. Shukrani sana. Lakini kuna huyu nasema ya kwamba uh, Jeremia kutoka Kahama ameanza leo kusherekea lugha mama kutokea huko Kahama anasema Ramadhan karimu, studio. Feruzi Shabani Balele wa Kitangili, Shinyanga, anasema lugha mama inasaidia kuleta jamii fulani kuishi katika misingi unaotakiwa, au ku, e, kupatiwa urahisi wa mawasiliano na kumuweka mtu pamoja. Hapa kwenye urahisi wa mawasiliano lugha mama ikitumika, sasa urahisi mm -hmm. wake uko wapi? Kwa, kwa, kwa upande sasa wale ambao mm -hmm. wapo kwenye mikoani ndo mara mm -hmm. nyingi sana huwa wanazungumza mm -hmm. kwa sababu hata kwenye kwenye mahojiano na baadhi ya wale wamehojiwa wamesema yeye ni Masai mm. Akikutana na akipiga simu kwao lazima azungumze <tinyo> kimasai asaula mm. Karibu na kuwaweka watu pamoja hapo mm. Ah, ni kwamba unajua mtu huwa ana uwezo mkubwa wa kujieleza kwa lugha yake mwenyewe mm. Kama nilivyosema tatizo lililojitokeza mpaka siku hii ika, ikaanza ya kuadhimisha lugha mama itokea kule Bangladesh kwamba, mm walikuwa wanafunzi wanafundishwa kwa lugha ambayo hawaielewi lakini <laughs> waki, wakijieleza waki, waki wenyewe kwa lugha yao wanaelewa, kwa mm, mm, sababu maarifa yanakuwa yale yanayozungumzwa yamefungashwa katika kile mtu anachokifahamu anachokiona alichokuwa anachotoka amezaliwa anakiona anakitumia anakisikia anaki na kadhalika, kwa hiyo hata katika jamii zetu mtu anapojieleza kwa, kwa, kwa lugha mama yake anaelewa vizuri zaidi, kwa sababu maarifa yake aliyonayo toka, toka alipozaliwa yamefungashwa katika, katika, katika lugha yake hii mm. Yeah, hata sisi ambao mathalani mimi ni, ni, ni, ni, ni mkurugenzi wa maendeleo na matumizi ya Kiswahili lakini naweza kujieleza vizuri zaidi katika lugha mama, mama, kuliko hata Kiswahili. <laughs> kwa hiyo unaona kuna haja kwa wale wanafunzi ambao wako ndani ndani vijijini huko. Kwa mfano Mtwara mm. <clears throat> ndani ndani ya Mauzaramuni huko kabisa, <clears throat> kuna kuna haja ya walimu kupelekwa ambao wanazungumza lugha mama ili kwa kuelewana darasani, kikatumika angalau kilugha cha kwao huko kueleweshana vizuri. Maana kuna mwingine mwalimu anaweza akazungumza <clears throat> lugha tofauti, mwanafunzi akajibu kwa lugha mama. <clears throat> kawa heka hapo heka heka mm-hmm. kidogo kwa hivyo, kuna haja ya walimu pia kufahamu lugha hizo kule wanapopelekwa ili kupata urahisi kidogo wa kuchanganya. Ni, ni kweli unachokisema kwamba hata wakati mwingine huwa tunaona clips nyingi, wanafunzi anasemeshwa hivi <laughs> <hayalele laughs> la mtandao <kime hivi. laughs> nao unaleta mambo <laughs> <laughs> yeah. Ni, ni kweli kwamba kuna changamoto hasa katika maeneo ya vijijini ya, ya, ya, kule ndani ndani kule ambako hata Kiswahili pia hakijafika vizuri. mm. e, kwa hiyo kuna, kuna changamoto hiyo ambayo huwa inajitokeza. lakini sasa hili ni swala la kisera. mm. e, tunaweza tukapendekeza hivyo lakini e, mwelekeo hauko hivyo. kwamba ni, ni afadhali tu, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ime, imetuunganisha sasa wote. ni, ni vyema tu tukaihimiza ili tukaifikisha mpaka huko kijijini ili wat, wat, watoto waielewe zaidi, Kuliko kuitumia kufundisha. Tusije tukaanza kurudi tena kule ambako tutaanza kuwagawa watu, nikitumia neno hilo, kwamba sasa tumchukue huyu anayejua Kisukuma tumpeleke Usukumani, tumchukue huyu wa Muhaya aende Uhayani akawaelekeze wale watu. Nadhani haitaleta tija sana, lakini cha msingi hapa ni tukomae na Kiswahili tupele, tu, tufundishe Kiswahili kwa dhati e, watoto wakielewe vizuri basi, tutakwenda, tutakwenda vizuri zaidi. Kuna mtu anaandika kwenye kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii anasema, anachokiona mtoto anapoijua lugha mama au pengine kwa kuzaliwa tu na lugha mama yake kutasaidia. Kuna mahali wakati mwingine mzazi au mlezi unataka kumkanya mtoto Ee, na unaamua kutumia lugha mama ili kumelimisha mm. au kumwambia na atakaposikia ukizungumza kwa lugha yako, basi anakuwa moja kwa moja amekuelewa. Ni kweli <laughs> e, e, e, e. ni, ni, ni kweli. Sasa kwa, kwa sasa ambapo pia lugha ya Kiswahili ni, ni, ni, ni sehemu ya lugha mama kwa watoto mm. Mm. Mm. ni, ni, ni unapomwonya kwa mfano mtoto kwa Kiingereza kwa Mm. lugha anayofundishwa shuleni mm. Ma maonyo yako hayatamfikia vizuri kama kwa mfano ungemwonya kwa Kiswahili <laughs> kabisa. Sasa vivyo hivyo ukimwonya kwa Kiswahili kama alielewa vizuri zaidi akashika vizuri lugha yake mama, ataelewa vizuri zaidi akionywa kwa lugha mm -hmm. ya asili. Kwa hiyo inategemea na, na makuzi ya mtoto kwamba alikuwa akashika mm. aka lugha ipi mm -hmm. aliyoanza nayo utotoni. Anasema habari hapo studio, anaitwa Noeli Petro wa Pwani, Mkuranga. Anasema Kiswahili kina maneno mengi yametoholewa katika lugha za Kibantu. Anasema asante sana mkurugenzi wa Kiswahili. Yupo Kilo Leli, Kishapu, Ngasa Mahila, asante sana. Anasema uh, Hehehe. Ukitaka tabasamu zuri toka kwa mtu ongea neno moja tu la kilugha <laughs> <laughs> utapata, nakwambia tabasamu zuri sana okay. Ndio siku yenyewe hiyo ambayo inamkumbusha uh, mwananchi kufahamu lugha mama. Kwa BAKITA, kwa siku hii huwa mnaiadhimisha vipi, kutoa msisitizo um, labda kuipenda lugha yako mama ama ya uadhimishaji huko wa, wa namna tofauti tofauti? uh, sisi huwa tunaielimisha tuna jamii kuhusu umuhimu wa, wa lugha mama na huwa um, kwa mfano tunapokwenda katika vyombo vya habari kama hivi tunaitumia tuna kuhimiza matumizi ya lugha asili, lugha mama, ili watu wasije wakaziacha zikafa, lakini pia umuhimu wake ni kwamba zinasaidia kurutubisha lugha ya Kiswahili kwa sababu kama ambavyo imeelezwa hata na, wa, na, na wasikilizaji wetu kwamba lugha hizi za asili ndio ndio hazina ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sisi Bakita, eh, tuko bega kwa bega na ninyi eh, UFM pamoja na vyombo vingine vya habari katika kuhimiza matumizi ya lugha za asili eh, eh, kama chanzo cha urutubishaji wa lugha ya Kiswahili mm -hmm. Ha, kwa kweli tumenufaika na yale ambayo umeyaeleza, kwanza kwa kujua asili yenyewe ya nini kilitokea mpaka e, kuanzishwa kwa siku hii ya lugha mama duniani. Maanake ni kikundi cha wanafunzi fulani waliona hawanufaiki na chochote kwa lugha inayozungumzwa e, wakaona bora waingie kati na, na, na kwa kweli mpaka sasa kule Bangladesh lugha ya Kibengali diyo lugha ya taifa mm. E, kwa hiyo toka wakati ule sasa wali, hata kama hawakusikilizwa mwanzoni mm. Lakini baadaye waliweza kusikilizwa, kwahiyo inatumika kufundishia shuleni ina, shule ya msingi na awali, japokuwa kule juu zaidi Kiingereza. Bangladesh litawaliwa na Uingereza mm. Kwa hiyo wanatumia Kiingereza. Sawa, Dokta Kulwa, tunapomalizia mazungumzo yetu na wewe kuiadhimisha siku hii ya, ya lugha mama duniani, ungekuwa na neno gani japo kidogo kukumbusha uasili, umuhimu lakini yale ambayo pengine ungependa kuwaasa Watanzania wengine wanapoyadhimisha mm. siku hii. Uh, mi tu nitumie ni fursa hii kuwahimiza Watanzania maana tuko Tanzania mm. no. kwamba mm. kwa lugha zao mama, lugha za asili ni za muhimu sana, zisiachwe, waendelee kuzitumia pale wanapotumia, wanapopata nafasi Japo e, kuwa hatusemi kila mahali wazitumie, maana hmm. zinaweza zikaleta kero pia kwa watu wengine <laughs> ka lakini katika mazingira ambapo inafaa basi zitumike, zisije zikapotea. ukisema kwa lugha mama ya kwenu, naishukuru hmm. sana UFM Radio japo kidogo <laughs> <laughs> na, na, na, na lii ilumba sana UFM Radio mavelia sana <laughs> <laughs> Ndio. <laughs> Sasa nimejibu sasa, wala naweza sasa, yako kwako, sawa. Yeye kasha tuambia ye, turudi kwako, sasa kwako. Ah, ndio nimesema, tulikubaliana unaanza mimi, ndio ninasema sasa, sasa, <laughs> sasa tunaishukuru UFM Radio ndo yangu ya mngu itakuwa ya Kiingereza. Msikilizaji, umemsikia vizuri Dokta Kulwa Kindija, mkurugenzi wa maendeleo na matumizi ya lugha ya Kiswahili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Tumezungumza naye tukiiadhimisha siku ya lugha mama duniani ambayo kwa kawaida huadhimishwa kila Februari 21 na leo ndio miongoni mwa siku ambazo e, kuelekea siku ya kilele yenyewe ambayo maadhimisho ya kilele ni kesho. Na hii inatukumbusha tusizidharau lugha mama zetu, inatupa mm-hmm, fursa pia tuzitumie, na sisi kama wazazi kama walezi e, kiwa mama basi jaribu kidogo, mm-hmm, e, kutupia lugha mama yako mama ili ya kumpa kidogo yule mm, wa kwako na mm, wewe apate uhalisia wa lugha e, yenu. Basi tunamshukuru e, Kulwa Kindija kwa kuja hapa UFM kuzungumza nasi, tukutakie majukumu mema, asubuhi njema. Asante pia kwa kutushukuru kutu kwa lugha mama mama yetu, asante sana <laughs> <Sindi. laughs>